Anasema babu yangu, katika mila nyingi za Kiafrika, wakati wa zile nyumba za zamani, ambapo baba ana nyumba yake kando, kisha kuna barubaru, kawaida wao hulala kwenye nyumba ile na, na, na mzee, na kuna wale wanaodunga mishale nje ya boma pia. Sasa uh, wakati umefika wa jioni, wakati wa chakula kikishapikwa Mama anampelekea chakula mzee kwenye boma lake. Akimaliza, huenda akachukua vile vyombo na kurudi navyo kwenye hili boma la mabinti na kulala nao, na mabarubaru nao huenda wakalala na mzee. Lakini ukipita muda, hawa watoto wakashangaa ni vipi wanatarajia ndugu yao mwingine ila hali mama hulala na madada zetu kila siku. Na tafakari hayo.